Mina thamarati kutokana na matunda maana rizki, man amana minhum billah. Wale, sikiliza vizuri, sikiliza maneno haya, wale tu waliomwamini Mwenyezi Mungu wal yaumil akhir na wakaamini kiyama. Mungu akajibu tit for tat, qala akasema waman kafara sio yani, hivyo unavyovidai unavyoviomba Ibrahim, hatutawajalia wale tu Waislamu, sikiliza vizuri. Waman kafara, na wale waliokufuru. Fa umatiuhu qalila, tutawapa nao kidogo wapate kustare. Thumma adtaruhu ila adhabin nar, kisha mwisho wake tutawapeleka tuta jidimiza katika adhabu ya moto, wabisa almasir, na jambo hilo ni baya kabisa. Waislamu, nini munasaba wa aya hii? Nabi Allah Ibrahim alipotaka kuwaombea rizki watu wake wa Maka, nanyi mnafahamu Maka. Maka imeombewa dua na Nabi Allah Ibrahim, na Madina imeombewa dua na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Ibrahimu alipotaka kuwaombea riziki watu wake chakula, wapate chakula, wanazuoni watafsiri wanasema talabal amnu qabla rizqi, aliomba amani kwanza. Sikiliza vizuri nabillahi Ibrahim alayhi salatu wassalam aliomba mji ule uwe na amani kwanza. Kisha Mungu awajalie wa riziki. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwa lugha yetu ya Kiswahili, ugali wa dagaa, ugali wa mchicha kwenye amani ni bora zaidi kuliko biriani mbuzi kwenye vita. Tunaelewana ndugu Waislamu, ugali wako unaokula wadagaa, ugali wako wa mchicha wa tembere ni bora zaidi kwenye amani unakula na mkeo na wanao, kuliko kutafuta biriani mbuzi mandi mbuzi biriani kuku kwenye vita. Tunaona hapa Nabiyullah Ibrahim anaomba cha kwanza mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, aijalie amani nchi yake ya Makka. Kisha jambo lingine analoomba, anaomba watu wale wapewe riziki Ukipewa riziki ukaa nayo katika eneo lenye amani, basi bila shaka utaweza kula riziki yako vizuri. Lakini ndugu Waislamu, hal kadhalika amani nayo haiji hivi hivi, lazima kuwa na uadilifu. Tunawaambia mpaka viongozi, tunawaambia wale wenye mamlaka, tunawaambia wale ambao wamepewa dhamana ya maeneo mbalimbali. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu, hakika uadilifu unawasogeza katika ucha Mungu. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote atakayepambazukiwa asubuhi ana amani katika maeneo yake, anacho chakula chakula katika siku hiyo, lakini vile vile mtu huyo akawa na afya ya mwili wake, basi nikana kwamba mtu huyo amemiliki dunia na kila kilichopo. Ndugu Waislamu, kama nilivyosema, Uislamu dini yetu ni amani. Tunapokutana sisi Waislamu tunaongea kama Waislamu, cha kwanza namwambia mwenzako assalamu alaikum, maanake amani ya Allah iwe juu yako. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha umekutana na mimi, usiwe na wasiwasi wasi juu ya amani yako. Mimi nakwambia amani ya Allah iwe juu yako wewe, una amani kuanzia sasa hivi tulivyokutana, na yeye anakuambia waalaikum ssalam, na mimi vile vile nakwambia amani ya Mungu pia iwe juu yako, usiwe na amani. Sote tumekutana, tuko sawa. Huu ndio Uislamu, Uislamu

Ndugu Waislamu, uislamu sio hivyo tu. Hata baada ya kufa wale ambao watakuwa wamekufa, Allah akawafufua, wana amali nzuri, walitenda matendo mema, kwa rehma na uwezo wa Mungu wakaingizwa Janna. Mungu anawaambia nini? Anawambia, wasiqa alladhina ttaqaw rabbahum Allahu akbar, wataelekezwa wale waliomcha Mungu wao, ila aljannati zumara kuelekea katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, hatta idha jauha wafuthati abwabuha la ilaha illa Allah, mpaka waislamu hao watakapofikia karibu na mlango wa pepo na mlango huo utakuwa umefunguliwa. Wafuthati abwabuha, ukafunguliwa mlango wao, mlango wa pepo yao

Walinzi wa pepo wataambia, salamun alaikum, amani iwe juu yenu. Hapa mmefika kwenye amani, mtaishi na amani, muburudike kwa amani, mwingie katika janna kwa amani. Salamun alaikum, amani iwe juu yenu. Huu ndio Uislamu, amani duniani, amani kaburini, amani ila yaumil qiyama. Si hivyo tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tena katika Al-Hijri, watu wa peponi wataambiwaje? udkhuluha bisalamin aminin, la ilaha illa Allah, ingieni kwa amani, hali ya kuwa mmeaminika mea, ndani ya pepo ya Allah tabaraka wa Ta'ala ni hivyo tu la katika Kafu Mungu anasema nini? udkhuluha bisalamin la ilaha illallah, ingieni kwa amani. Dhalika yaumul khulude, hiyo ndio siku ya kukaa humo milele kuishi humo milele. Hiyo ni nini? Qur'ani hiyo ni hilo tu la sha wakalla. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Anawataka watu waingie, anasemaje? Sikiliza, katika pepo yake wataingia kwa amani, wataishi kwa amani. Lakini sio tu mtume Muhammad au sio tu Ibrahim, msikilize Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam, anasema nini katika Maryam? Isa anasema nini? wassalamu alayya yawma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'athu hayya, amani iwe juu yangu mimi Isa. Huyu ni nabii Isa Yesu alayhi salatu wasalam anasema amani niwe juu yangu mimi, alayya, juu yangu mimi yauma ulitu, siku niliyozaliwa, wa yauma amutu, na siku nitakayokufa, wa yauma ub'athu hayya na siku ambayo nitafufuliwa, aliyakuwa niko hai mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini si hivyo tu, ukienda katika, e, katika Yunus, Mungu anasema nini? wallahu yad'u ila dari salam, na Mungu anawaita anawaelekeza katika nyumba ya amani. Amani ndugu Waislamu ni jambo kubwa, amani ndugu Waislamu ni jambo zito. Nimesema mwanzo kwa wale waliochelewa, Ijumaa hii ndiyo Ijumaa ya mwisho kabla ya kuelekea katika uchaguzi. Vijana tusihadaike na propaganda za wachache waliokuwa ndani ya nchi au hi nje ya nchi kutaka kuivunja amani yetu, lakini vilevile vile, viongozi nao wasio sababu ya kuuliwa au kuuawa mtu ani yule ambaye atakayeua nafsi moja ni sawasawa na ameua watu wote, na yule ambaye atakayehuisha kuiacha huru nafsi moja ni sawasawa na vile vile ameacha huru au amehuisha nafsi za watu wote. Kila mtu awe sababu ya kuilinda amani ya nchi yetu Uislamu. Nimeona la mwisho ya kumalizia katika mitan, e, mitandao ya kijamii nafahamu moja katika watu ambao wanapiga propaganda kubwa sana ya kuvunja amani ya nchi hii, mtu anaandika tarehe 29 ambayo kitaifa ni siku ya uchaguzi, anafundisha jinsi ya kutengeneza bomu la petroli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nimeona kuna mtandao, yaani hata wale basi inna lillah yaani basi ndo madai yako ya kuandamana yaani unamfundisha mtu akaandamana atengeneze bomu amuue nani amlipue nani aharibu mali ya nani sasa ukiambiwa wewe ni mchochezi wa kisiasa utakuwa umeonewa ukikamatwa ukaekwa ndani sasa, utakuwa umeonewa Yaani, imefikia sasa Tanzania tunafundishwa eti kutengeneza bomu ili kulipuana. Nimesema hapo awali, leo hii Mchaga amemuoa Makonde, amemuoa Mpemba, amemuoa kadhaa, Mpemba amemuoa Mzaramo, ame tumeingiliana makabila yetu. Nani amuue nani? Nani ampige nani? kwa nini tufikie huko? Na nimetoa angalizo, hatusemi kama Waislamu eti ni waoga, la Uislamu umetufundisha sisi Mungu anasema fadhala Allahu almujahidina ala alqaidina ajran adhima, Mungu amewafadhilisha wa wale wenye wa kupigana jihadi juu ya wale waislamu waliokaa tu, ikifikia hivyo wakati huo wa zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ajran adhima wa kwa wale watakaotoka kwenda kupigana jihadi kipindi kile anazungumzia, anasema hawa wamelipwa malipo makubwa. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha uislamu hauogopi, ila uislamu ni dini ya amani, unafundisha amani. salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqba dar, amani ya Allah subhanahu wa taala iwe pamoja nini? Kwa vile mlivyosubiri, basi hakika ni neema ya jumba ambalo mmelipata kwayo. Ndugu zangu Islam, Waislamu, mwanasiasa, na vyama vyenu visiwe sababu ya kutuvunjia amani ya nchi yetu. Amani ya nchi yetu ni bora kuliko chama chako chochote unachokijua. Amani ya nchi hii ni bora zaidi. Amani itakapovurugika, hakuna baba kwenda kazini, hakuna mtoto kwenda shule, hakuna muumini kwenda msikitini. Mimi niwe sababu ya kuitunza amani hii, na wewe huwe sababu ya kuitunza amani hii. Inna llaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad